Kuwa mwema. Na mtazamaji wa Global TV, karibu katika exclusive interview na Nabii Oliver wa Elisha ambaye tunaona amejipatia umaarufu kwa muda mfupi kwa jinsi ambavyo anavyofanya huduma yake kwa kufanya miujiza mingi katika kanisa lake ambalo linapatikana Sinza kwa Remi hapa jijini Dar es Salaam. Tuko naye hapa, atatueleza historia yake ilikuwaje, huduma yake alianza lini, na nini siri ya miujiza anayoifanya kwenye kanisa lake na linaitwaje. Karibu sana, ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninakushukuru sana kwa kuweza kunileta hapa katika studio hizi za Global TV. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa neema yake ya ajabu ya kuniokoa na kunifanya mtoto wake. Pia ninajivunia kuzaliwa Tanzania. Namshukuru rais, viongozi wa nchi. Zaidi sana namshukuru mkurugenzi wa Global TV na wafanyakazi wote, bila kumsahau mume wangu mpenzi, Nabii ah, wa Elisha. Jina langu ninaitwa Olivia wa Elisha Nimeokoka na ninampenda Yesu, ninamtumikia ninam kwa muda wa miaka sita sasa, kupitia karama na vipawa vya kimungu vya kinabii. Baada ya kupitia changamoto na mateso mbalimbali mbali, ya ulevi na mambo mengine, ndipo nikapokea neema ya Mungu na nikaweza kuokoka. Immediately baada ya kuokoka niliweza kufanikiwa kuachana na, na yale aliyokuwa yakinitesa. Mungu alianza kujifunua kupitia mimi kufungua watu mbalimbali mbali. Na ndipo jina langu likabadilika kutoka Olivia, watu wakaanza kuniita nabii kutokana na utendaji wa kimungu uliokuwa kufanya kazi ndani yangu. Na tunaona kwa hali ya kawaida iliyozoeleka mtazamaji, uh, watu wakisikia nabii ama manabii asilimia kubwa wanakuwa ni wanaume, ni wachache sana utawasikia kwamba ni manabii wa kike ama wa jinsia ya kike, uh, na wengi wanashangaa kusikia nabii wa mwanamke, ingawa mm-hmm, wapo na ni wachache. Ilikuwaje kabla ya hapo? Maana kuna kuna stori pia tuliwahi kuisikiasikia kwamba kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya kabla ya kufikia hapo ulipo, labda unaweza ukatueleza kwa ufupi, ili watazamaji uweze e, kuwakonvisi kwa vizuri kwamba kumbe kuna kunawezekana Mungu akabadilisha mtu from zero to hero yeah nilipata neema ya kuokoka. Ni bibilia ilisema katika hicho kitabu cha Warumi uh, kumi tisa kwa, kwamba utakapoamkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako utaokoka. Maana yake kwamba uokovu upo. Ndipo mimi niliposoma hiyo andiko nikagundua kumbe Mungu anaweza akamtumia mwanamke. Kumbe binti unaenitazama, unaweza ukabadilishwa, unaweza ukabadilika kupitia jina la Yesu. Kwa nini Mungu alinibadilisha mimi? Hata wale nilikuwa nikisoma nao, nilikuwa nikinywa nao pombe, wakaanza kunishangaa. Kikubwa kilichotokea katika maisha yangu, nilifanikiwa kuachana na hali ya ulevi, niliweza kushinda, na si kwa nguvu ya kawaida. Ilikuwaje? Uliamka asubuhi, siku ikawaje? Au tukio gani ambalo ulilifanya, labda likawa kubwa sana, mpaka ukaona kwamba mimi, haya maisha hapana? Maana wito unakujaga kwenye majuto. Tunatambuliwa na Mungu tangu tumboni kwa mama zetu. Bwana asifiwe. Na ndani ya kila mtu kuna kitu cha kimungu kinakuwa kimewekwa, lakini anachokifanya shetani ni kuhakikisha anagandamiza, usifunuliwe, usijitambue wewe ni nani. Yawezekana mtu unanitazama unafanya kazi, hauna amani, hauna furaha, kumbe haikuwa mpango wa Mungu wee ufanye kile unachokifanya. Kama ambavyo mimi nilikuwa nina pesa, nilikuwa nina kazi nzuri, nina elimu nzuri, lakini kifungo kimoja tu kikawa kinanitesa nacho, ni kunywa pombe. Hicho tu ndio kilikuwa ni kitu sikipendi. Uh, tukienda mbele kidogo tunaona sasa hivi wachungaji wamekuwa wengi sana, madhehebu yamekuwa mengi sana, dini zinaibuka kila kukicha, lakini hususan huu uh, uh, mwaka tangu umeanza, kumekuwa kuna skendo nyingi. Mtazamaji wewe mwenyewe, mtazamaji unaweza kuwa shahidi kama unafuatilia Global TV, e, tumekuwa tukiibua tetesi nyingi za wachungaji. Wachungaji wanafumaniwa, wachungaji wengi wanabaka, viongozi wa dini wanafanya vitu ambavyo sio, na mpaka juzi kuna clip nyingine tuliachia, mchungaji kamwacha mke wake Mbeya, wandoa kabisa, kamuaga nenda Dar es Salaam kwenye huduma, akaja kama umefuatilia mtazamaji, akaenda pale Kibamba, kaja kufunga ndoa tena na mwanamke mwingine, lakini mke wake anaongea naye kwamba nenda kwenye huduma. Matukio kama hayo ayo wanaibuka kina Nabii Tito, wanaibuka watu design nyingi. Ile inapelekea watu wanakosa imani sasa na watumishi wa Mungu ambao mmeibuka sasa hivi, wana mtu anaona bora tu nikae nyumbani, bora ninywe pombe yangu, bora nifanye kitu changu kwa sababu kila mtu saizi ni msanii ni msanii. Na wengine wanaenda mbali zaidi, kutokana na miujiza ambayo inafanya, wengine wanasema kuna watu ambao wanatumia nguvu za giza, wengine wanakodi watu, kama mtu anamkodisha mtu anampa hela react hivi, ionekane mimi nina nguvu ya Mungu. Sijui wewe kwa upande wako, ama kwa huduma yako unazungumziaje hilo? Mimi ninachojua tu, shetani yuko kuharibu kazi ya Mungu, shetani yuko kuchafua kazi ya Mungu. Kwa hiyo mhusika ambaye anatakiwa kuwa makini ni mtu binafsi. Lakini mimi kama Nabii Oliver ninasimama kwenye kweli ya Mungu na ninawaombea wale ambao wanakuwa kinyume na kazi ya Mungu na wale ambao adui anatumiwa kuharibu kazi ya Mungu. Watumishi wa Mungu waliitwa na Mungu kufanya kazi ya Mungu. Lakini shetani yuko pale kuharibu kazi ya Mungu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya msikilizaji na mtazamaji unayenitazama, ndio maana nikasema hatua ya kwanza ni kuokoka. Mi niliposoma hiyo Biblia niligundua kwamba Mungu akusema manabii ni wa kiume tu ama ni wa kike tu ama ni wazee ama ni vijana. Alisema ni yoyote atamimina Roho wake kwa yoyote atakayemwamini. Mi nikachagua kumwamini Yesu, alipoanza kujifunua kwangu kupitia mafunuo nika, watu wenyewe wakaanza kuniita nabii na ninataka kuambia Watanzania ni wakati wa kwenda kuiombea kazi ya Mungu kwa sababu adui yuko kuchafua tu kazi ya Mungu, na wale ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakishtumiwa kwa hizo shutuma, mi kazi yangu nabii Olivia, ni kuingia kwenye maombi kumsihi Mungu awasaidie, awatetee, awapiganie, kwa sababu tunahitaji taifa litakalokaa katika amani. Lengo la watumishi wa Mungu ni kuleta amani katika nchi, kuweza kusaidia uh, serikali na tunaona kwamba eh, kwenye tukiachana hiyo kuna wengine wanasema kwamba kuna mambo sana ya sanaa yanaingia kwenye makanisa. Nikisema sanaa, kwa mfano labda kuna watu wengine wanaombea watu, uh, wana- wanaashumu kwamba labda wana matatizo za ya uzazi na kadhalika. Wengine wanapangwa kwamba tiwe ni mlemavu au weke tunafanya hivi. Hayo mambo je, yapo? yeah, yeah, au kukutwa na skendo ya design hiyo. Hapana, kuna kile kitu hamna kitu hamna kama hicho. Na mtazamaji wa Global TV sisi E, Global TV huwa tunamulika mbali zaidi, na leo tuko na mtumishi wa Mungu Nabii Oliver wa Elisha, na hebu tutazame clip hii, kisha tutarudi. Mpe amani huyu msichana, acha moyo wake. ah! ah! ah! Ah! Msimamishi, tumwondoe jini mahaba ili huyu dada tucheze harusi yake. Toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka! Si jini mahaba. Na mtazamaji wa Global TV, baada ya kutazama clip hiyo, hiyo ni clip inamuonesha Nabii Olivia akiwa kwenye nyumba yake ama kanisa lake akifanya huduma, akihubiri na kuombea, na hapo kama ambavyo umeona ni muda wa kuombea wagonjwa wenye shida mbalimbali. Nabii Olivia, kwenye hii clip hii inaonesha kwamba unamwombea huyo mama ambaye ana matatizo eh, lakini sasa kuna kitu ambacho kimeleta hali ya sintofahamu kidogo mm, kwamba umesikika, unasikika hapo unamwambia lia kwa nguvu mm, eh, na piga kelele kwa nguvu piga mm, na yule naye akafanya. Sasa wengine wametafsiri kwa namna tofauti, pengine ni sanaa tu mm, au kwa, kama mtu unamwombea si ukimwombea direct kama kuna pepo linalipuka lenyewe direct. lakini kwa nini mtu umwambie piga kelele? Ndo kwanza kabisa nataka niwaombe radhi wale wote ambao wamekwazika na hiyo clip, na ndio maana nilianza kwa kusema mambo ya kiroho hayaeleweki kwa namna ya kimwili a. Watu wengi sana wamehoji kuhusu hiyo clip, lakini a, utendaji naofanya huduma ya kinabii nayoifanya, nimekuja kugundua kwamba chanzo cha matatizo mengi yanaanzia kupitia moyo wa mwanadamu. Ndani ya moyo ndio kuna hazina ya kila kitu. Watu wengi ambao nimekutana nao kwa kipindi kirefu cha muda wote huo nilioudumu wamekuwa na chanzo cha mateso yao ni kwa kwenye moyo. Sasa ninapokutana na mtu ni Mungu akajifunua kwake na kumweleza mambo ya ndani ya maisha yake, pale pale kilio huwa kinalipuka, na unaweza kuona hata wanasaikolojia ambao mnanitazama ama mnaonisikia kuna kipengele kinachosema katika psychology kwamba ili mtu aweze kupokea uponyaji, ili mtu ile, uh, ile hasira iliyo ndani yake, inatakiwa aliye kwa nguvu ile hasira ifanye nini, itoke. Sasa, kwa kipindi chote ambacho mimi nimekuwa nikifungua watu, nimegundua watu wengi wana vifungo mbalimbali kwa sababu ya majeraha ya moyo, na Mungu amekuwa akinifunulia kwamba wewe una uchungu ninapotamka tu unakuta yule mtu anaanza kulia. Kwa hiyo kwenye hiyo klipu, huyu mtu baada ya kumweleza matatizo yake huyu dada, baada ya kuanza tu kumweleza matatizo yake, alianza kulipuka kulia. Mwisho unawaambiaje Watanzania? huduma yako inapatikana wapi? kanisa lako liko wapi? Nataka niwaambia Watanzania, wewe ambaye una uchungu, wewe ambaye una huzuni, wewe ambaye una madeni, wewe ambaye ndoa yako haikai vizuri, hauna amani ni wakati wawe kufika katika huduma ya Lepom International Church uweze kufunguliwa. Ninajua unanitazama una huzuni, una uchungu na majeraha moyoni, namna ambavyo umeona hiyo klipu, na namna ambavyo huyu dada ameweza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Karibu pale Sinza kwa Remi, kila siku ya Jumanne ninakuwa pale nikihudumia mtu mmoja mmoja kuanzia saa nne mpaka saa kumi na mbili jioni, na siku ya Jumatano jioni tuna ibada nzuri sana ya, ya kinabii pale na, na neno la Mungu na siku ya Alhamisi kuanzia saa nne mpaka saa kumi pia nahudumia mtu mmoja mmoja, ni watu wenye shida mbalimbali mbali. hatuna kitu kingine tunachotumia chochote, ni jina la Yesu na mtu unaenda kufunguliwa. Na siku ya Jumapili kuanzia saa nne mpaka saa saba tunayo ibada ya shukrani pale, karibu na Mungu atakuonekania na mtazamaji wa Global TV, hiyo ilikuwa ni exclusive interview na Nabii Oliver wa Elisha, ambapo amefunguka mengi, historia ya maisha yake ilikuwaje mpaka akaanza kufanya huduma hiyo na mengine. Kumbuka kuendelea kupata exclusive kama hizi na breaking news, lakini usipitwe na chochote. Unafanyaje? Unachukua simu yako kisha unaingia kwenye program ya App Store na Play Store. Baada hapo uta download application ya Global Publishers ambayo itakuwezesha kupata vitu vyote hivi, bila kusahau hadithi nzuri zinazotungwa na mtunzi mahiri untouchable Eric Shigongo ambazo zinapatikana katika mfumo wa audio na mfumo wa maneno. Lakini kumbuka, Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, na upande wa YouTube tunatumia Global TV online, Twitter Global TV eh, Global Habari. Mimi ni Catherine Kahambi nyuma ya kamera nikiwa na Sande Bushiri, tupia komenti yako hapo chini kama una chochote bye, bye.